Ablya mazungumzo tuangalie taarifa zinazogonga vichwa vya habari kwa sasa, ambapo mfalme wa Uholanzi Willem-Alexander na malkia Maxima wamewasili humu nchini kwa ziara rasmi ya siku nne. Mfalme huyo na ujumbe wake walikaribishwa na rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Ujumbe huo unatarajiwa kujadili mikakati na fursa za uwekezaji na mwenyeji wao rais William Ruto. Ziara hii pia inanuiwa kuimarisha uhusiano mwema kati ya mataifa haya mawili wa viongozi hawa wawili wako katika kikao cha faragha na baadaye watazungumza na wanahabari. Mwanahabari wetu Aib Abdulkadir yuko kule katika ikulu ya rais na atatueleza atakayosemwa kiongozi huyo. Mfalme huyo alikaribishwa kwa hadhi kuu na kwa hata kupigiwa mizinga ishirini na moja kwa heshima yake na Malkia ya Maxima ambao wako hapa nchini kwa ziara wiki hii. Ni mara ya kwanza ambapo mfalme huyu anakuja hapa nchini, ila Malkia Maxima aliwahi kuja hapa nchini kwa ziara yake mwenyewe. Ni mara ya pili anafika hapa, na kama nilivyosema, ni ziara ambayo inatarajiwa kuzungumzia masuala mengi akiwemo ya, ya kibiashara.